Moja ya shida ya makanisa makubwa ya mijini ni kwamba yanafikaga mahali yanafanyika kichaka cha watu kujificha. Inawezekana unakuja hapa kwa sababu unapenda tu praise and worship ya ICC. Inawezekana unakuja ICC kwa sababu unapenda tu namna mchungaji ole anavyohubiri. Inawezekana unapenda kuja ICC kwa sababu ICC kuna wasichana wazuri na wavulana wazuri, lakini hauna mpango na huyu Yesu wetu tunayemhubiri. Nakwambia imekua Mwanangu, njoo hapa umpate Yesu, ndipo utawapata na wasichana na wavulana wazuri wa kuwaoa na kuolewa nao, ndipo utafurahia ibada ya kweli ile inayobubujika kutoka kwa ndani na sio ile inayoishia kukuinulia hisia, lakini unaondoka hujabadilika. Nataka nikuambie hata kama unatoa mamilioni ya fedha zako, unakula hasara, kwa sababu hiyo hela haitakufungulia mlango wa baraka za Mungu, kwa sababu ufungu Uliotolewa kwa Mungu kwa lugha rahisi okoka